Ambaye hakutokea kwenye familia ya kishua haimaanishi kutokea kwenye familia ya kishua ni kitu kibaya, lakini yeye hakutokea kwenye familia ya kishua ni self-made. kwa hiyo historia yake na mapito yake ni mafunzo makubwa sana kwetu sisi vijana na vijana wote yeah. Eh, wakati unapokea mwaliko wa iftar ulijua kuna kuzindua sabuni hapa? Uh, yes, nilikuwa nilikuwa nafahamu kwamba kuna kuzindua sabuni E, na unajua mara nyingi pia matukio ya Diamond Platnumz yamekuwa napishana nayo, yani mi naweza kawa nafanya kitu huku mi niko zangu nje ya daa au nimesafiri. Kwa hiyo hii nilikuwa niko Mwanza na nilikuwa natakiwa niwepo kule kanda ya ziwa hadi leo, lakini nikawaomba wale wenyeji wangu yeah. ambao walikuwa naenda kufanya nayo kazi nije daa kwa ajili ya kuhudhuria hii. Alafu baada ya hapo nitarudi tena Mwanza. Diamond Platnumz amekuwa kwenye game muda mrefu na we ulikuwa kwenye game ya utangazaji yeah. Umeshuhudia yeah. movement zake yeah naomba nikumbushe movement kubwa unayoikumbuka, I mean, tukio unalolikumbuka kwa Diamond Platnumz, tangu waanze kufanya muziki wake. okay. Diamond Platnumz uh, uh, mimi na Diamond uh, ni kama kuchomoka kwetu kulikuwepo kwenye miaka ambayo inawiana, ina, ina so hata nimesafiri, nami nimesafiri sana na Diamond kwenye tuzo za channel o oh, sijui anaenda kurekodi video nani wapi. Aa, nakumbuka pia moja ya safari ambazo tulisafiri pia pamoja alikuwa anaenda kurekodi, nadhani ilikuwa ni miongoni mwa kolabo zake za mwanzo kabisa, alienda kurekodi na Mafikizolo yeah, South Africa. Na nakumbuka alikuwa anatoa updates za pale pale na nini. Kiukweli, kuiona safari ya Diamond kuanzia hapo alipotoka mpaka sasa hivi ni kitu ambacho najivunia sana, na ndio maana hii leo nikasema, because nilikuwa najua anakuja kuzindua sabuni, nikaomba ndugu zangu kwamba lazima niwepo da Nihudhurie hii tukio. Yeah. Uh, Millard, kama nitakuwa utakuwa sawa kuniambia uh, kuna interview zako mbili kuacha, nianze na moja ya Zumaridi mm, alafu na ya Mwakinyo yeah. Ya Mwakinyo ni hot kabisa, ambayo kila mtu alikuwa anatamani kusikia kile ambacho Mwakinyo anakisema yeah. Uh, kwanza kabisa, wakati unamtafuta yeye kwa ajili ya kufanya interview, ilikuwa rahisi kwa kuzungumzia katika kipindi hiki ambacho sintofahamu ipo kwa watu wengi? <laughs> Eh, nadhani na haikuwa ngumu labda pengine kwa sababu anajua media yangu ni media ya aina gani? Ni media ambayo uh, inataka ukweli zaidi uh, inataka inatoa nafasi pia kwa watu kuzungumza ukweli wao, actually pamoja na kwamba nimemhoji Mwakinyo na mhoji pia na yule mtoto aliye kwa urefu zaidi, yes, na, na mwenyekiti wa ule mtaa kwa urefu zaidi. Kwa hiyo interview, interview zao zitapata e. Kwa hiyo haikuwa rahisi, na mara nyingi pia imeshawahi kutokea hata katika matukio ya nyuma. Mwakinyo nampigia bana, ya kuna ishu hapa, kwa hiyo na drive mpaka Tanga. Hata ile ya, ya, ya juzi nimefanya naye, nime drive mpaka Tanga. Aa, ni nyumbani kwake? Eh, yeah, nimefata Tanga pale. Naomba niambie kuhusiana na interview ya Zumaridi yeah, ambayo watu wengi walishangaa like mira kafanya hii interview yeah, lakini ilileta uzito kuonekana imetoka kwako. Yeah, kwanza kuna namna fulani ilikuwa na inakutia wasiwasi kutokana na watu wanavyozungumza mtandaoni? Mimi yani kuzungumza kwa namna gani eh, amemwona Yesu alienda mbinguni. Ah, okay. So mambo ya imani mimi na yaheshimu. Um, mimi ambacho nilikuwa nakitaka pale ni kitu ambacho kipo ndani kwa Zumaridi na uzito, u, uzito wake kwangu ulikuja baada ya kukamatwa na, na polisi kwenda gerezani, si ndio eh? Lakini baada ya mahakama kumwachia huru kwamba wamejiridhisha na kwamba anastahili kuachiwa huru, nikawaza mambo mengi. Lakini pia ukiangalia, Watanzania walikuwa hawajui kwa undani Zumaridi ni nani, ni nani, si ndio? Kwa hiyo mimi nikafanya kazi yangu ya uandishi kwamba tumjue huyo Zumaridi ambaye amekamatwa mpaka ameachiwa huru na mahakama, mshanielewa eh? Uh, nikataka kujua kwa undani ni mtu wa aina gani, ndio maana nikaenda kule s yes. Matokeo baada ya interview, of course, maoni ni kisha kawaida. Tuko kwenye nchi ambayo ina watu almost milioni sitini. Uh, maoni kwa utofauti wa kipekee yapo, hawezi kukosekana. Mwingine atasema hii umefanya hivi, mwingine atasema hii umefanya hivi, na nayapokea. Unajua, pia mwenyewe mi niko tayari kwa maoni yoyote e, nashukuru na, na, na, na lakini kwamba maoni mengi zaidi yalikuwa yamefurahia kwamba Um, wamemjua Zumaridi, yaani mimi nimewasaidia wao wamjue Zumaridi. Serikali yenyewe kuna baadhi ya viongozi wa serikali walikuwa wananiambia unajua, sisi wenyewe tuko serikalini uh, lakini hatukuwahi kujua kuhusiana na huyu. Kwa hiyo unazipa uh, una nafasi mamlaka za serikali zijue, unawapa nafasi wananchi wa Tanzania wajue what's going on. Kujudge sio kazi yangu yes, uh, kwa hiyo, yeah. Baada ya interview pia bado mnazungumza na Zumari? Naam? bado mnazungumza na Zumari? ah, hatuwasiliani sana. Yeah, hatuwasiliani sana, lakini mara chache huwa tunaongea okay. <laughs> kitu ulichojifunza baada ya ile interview na kuona maoni ya watu na vile ulivyomsikiliza na wewe ukang'amua vya kung'amua, ulichojifunza hasa ni nini? mambo ya imani ni mazito <laughs> <laughs> ni mazito <laughs> ni, ma, ni mazito sana ah, ni mazito sana na kiukweli mambo ya imani ni, ma, ni mazito sana hayagusi ni, na, na wakati mwingine ukitaka kuyagusa inabidi ujifikirie mara mbili, inabidi ujipange zaidi, inabidi pia uwe unafahamu, unajua. Unajua e, mambo ya imani ni mazito sana kwa sababu, kwa hiyo, ugi... ah, hapana. Kwa sababu ukisikiza wengine wanasema ah, ana shida, wengine wanawasikiza wanasema ana shida, ushanielewa eh? Lakini mimi kazi yangu sio kujudge, kazi yangu mimi ni kufichua vitu ambavyo viko kwenye jamii Uh, kama ni huduma wa Tanzania, wanapata ni huduma za aina gani e, mamlaka zinafuatiliaje zinapimaje hiyo huduma, na nauingia kama hiyo hivyo hiyo ndio ilikuwa kazi ambayo mi e, nimefocus. Ni mtu fulani ambaye una busara sana, na watu huwa wanatamani kujua hivi, Milad anadate na mtu wa namna gani, mpaka watu wanasema ushaoa wewe Milad? Ni kweli unamficha mkeo? Mimi nikwambia kitu kimoja, wewe ni miongoni mwa watangazaji ambao pia mi nawakubali sana, na sisemi kwa sababu uko hapa na hata nimeona simu yako nanirekodi, uh, nimeona mike yako ukaleta baadaye, naiheshimu kwa sababu najua wewe ni aina gani ya mtangazaji, na kuahidi iko siku tutakaa, nitapata nafasi ya yataalika labda waandishi wengine wawili ya, ya kuwapa nafasi ya kujua maisha yangu kwa undani zaidi. Yeah. Yeah. Yeah. Thank you so much. ambaye hakutokea kwenye familia ya kishua, haimaanishi kutokea kwenye familia ya kishua ni kitu kibaya, lakini yeye hakutokea kwenye familia ya kishua, ni self-made. Kwa hiyo historia yake na mapito yake ni mafunzo makubwa sana kwetu sisi vijana na vijana wote. Wakati unapokea mwaliko wa iftar ulijua kuna kuzindua sabuni hapa? Uh, yes, nilikuwa nilikuwa nafahamu kwamba kuna kuzindua sabuni. E, na unajua mara nyingi pia matukio ya Diamond Platnumz yamekuwa napishana nayo, yaani mi naweza kawa nafanya kitu huku, mi niko zangu zangu nje ya daa au nimesafiri. Kwa hiyo hii nilikuwa niko Mwanza na nilikuwa natakiwa niwepo kule kanda ya ziwa hadi leo, lakini nikawaomba wale wenyeji wangu yeah, ambao walikuwa nenda kufanya nao kazi a, nije da kwa ajili ya kuhudhuria hii alau, baada ya hapo nitarudi tena Mwanza yeah. Uh, Diamond Platnumz amekuwa kwenye gemu muda mrefu na we ulikuwa kwenye gemu ya utangazaji yeah, umeshuhudia